Exam ndio nimwekee max. Hebu nimuite hapa, ni deal na yeye. Njoo njoo hapa, njoo hapa. Mbona ukufanya exam yangu kwanza ya mathematics tu? Ulikuwa wapi, msichana? Ulikuwa wapi kufanya, lakini inaweza kusetia hii exam ya mathematics. We are in a model class I'm the mode, you are the median. What? What do you mean? I mean lower your quarters. Auelewi? Nasema ushushe nyavu, sio ufanye exam yangu ya ma, si nimekusetia hiyo exam. Auelewi? Situende hivi. Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Ni huyu dema kufanya exam ndo ndio nimwekee max. Ebu hebu nimuite hapa, ni deal na yeye ee. Njoo njoo hapa, njoo hapa. Mbona hukufanya exam yangu kwanza ya mathematics? Tulikuwa wapi? Msichana, ulikuwa wapi? Lakini inaweza kusetia hii exam ya mathematics, we are in a model class